Mlikuwa mnapambana na mtu ambaye anaonekana ni mzawa, na mlikuwa mpambani na mgeni, yaani mgeni anaonekana, mlikuwa mnapambana naye uwanjani tu, lakini huku nje ni kama mlikuwa mnapambana na mtani wote wawili. Maana mlitangaza kwamba mmekuwa mna unyama, mna ushetani, tulipiga wote wawili. Unaamini, Yanga wamecheza mechi sana. Kuna mzee pale katolewa na kanzu, kakutwa na msaafu, na visoda soda kavivicha Kumuuliza maswali na nini, watu walimkong'ota kidogo, wakamtoa nje. Alikuwa anafanya ubaya uwela, mechi inachezwa, watu kila mtu akimwangalia hivi na hivyo. Sasa wewe, siku ya fainali, eh, onyesha basi, kama wewe Simba onyesha, akusema Simba, lakini mm. alikuwa kimya, watu wakatia makofi, wakamtoa nje. Siku ya fainali mpira <laughs> unachezwa <laughs> mnajua. Kwa hiyo ah, <laughs> kama Simba Simba, si tunajuana eh, yeah. Haya, hey, umetoka tawi gani eh? yeah. Utalisema tawi lako, unakujaje se... na msaafu uwanjani na visoda.